Msanii Whozu pamoja na mpenzi wake ambaye yeye huwa anapenda kujiita chi baba lakini pia mpenzi wake anapenda kujiita chi mama. Whozu pamoja na Wema Sepetu wameonekana wakiwa napanda na kushuka za mahusiano, baada ya wawili hawa kuonekana wakiendelea kutupiana vijembe kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu wakiendelea kuwachunganisha na vitu kadha wa kadha sasa siku ya jana ambapo ilikuwa ni siku ya uzinduzi wa EP ya Mbosso Khan, wao pamoja na Billnass ambaye ni rafiki yake kindakindaki walikuwa pamoja na mahojiano ambayo waliweza kufanya pamoja na waandishi wa habari. E bana Billnass aliweza kufunguka kwamba sasa hivi wapo katika mafunzo ya kuweza kufanya madrasa ili sasa, e bana Whozu pamoja na Wema Sepetu waweze kufunga harusi. Sasa kupitia mahojiano hayo hapo ni kwamba moja kwa moja inabidi sasa Whozu aweze kuslim kutoka kwenye Ukristo kwenda kwenye Uislamu. Sasa kupitia mahojiano ambaye alikuwa anaendelea kuyajibu yeye Billnass, alionekana Whozu akiwa anacheka. Sasa baada ya kucheka waandishi wa habari wakamuuliza, ni kitu gani ambacho wewe unakicheka, kwa sababu eh, ni kama vile Nenga alikuwa anamwambia, anawaambia waandishi wa habari kwamba wapo katika madrasa na mambo yakikaa sawa, basi ndoa baina ya Whozu pamoja na Wema eh, bana, itakuwa eh, itakwenda sawa kabisa. Sasa eh, Whozu baada ya kucheka aliweza kusema kwamba anafurahi kile kitu ambacho Billnass anakisema kwamba ndoa baina yake yeye pamoja na Wema eh, bana, ipo. Sasa mbali na hapo ni kwamba eh, yeye ameweza kuthibitisha kwamba ndoa baina ya Whozu pamoja na Wema Sepetu itaenda kuwa ni ndoa kubwa zaidi kuwahi kutokea, kwa sababu yupo na exposure, na ndoa ambazo e, zimeweza kupita hata kipindi ambacho ndoa yake alienda kuifunga kipindi hicho, kipindi ambacho ndo, ilikuwa ni ndoa yake ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ndo, imefungua milango hata pia kwa bwana mkubwa Jux na baadhi ya ndoa nyingine ambazo zienda kufuata huko, yeye ameweza kufungua milango kwa hiki kizazi cha sasa hivi. Sasa aliweza kusema kwamba kipindi ambacho ndoa yake ni kama vile maandalizi aliyapanga makubwa zaidi, lakini cha ajabu ni kwamba vile mfuko e bana haukuweza kuruhusu e, jambo kuweza kulifanya kwa ukubwa zaidi, lakini kwa sasa ameweza kusema kwamba pesa anayo, lakini pia yuko na mipango ya kutosha kabisa na ndoa baina yake yeye e, Whozu pamoja na Wema Sepetu itaenda kukaa e, safi kabisa. Kwa upande wa Whozu, yeye anasema, amesema mimi siwezi kumpinga kakaangu, kwa maneno ambayo alikuwa akiendelea kuyazungumza ni kwamba kitu ambacho watu wengi wanakisubiri ni kuhusiana na hii ndoa ambayo sasa hivi Billnass ameweza kufunguka kwamba ipo njiani, na michango ebana inaendelea kuchangwa taratibu taratibu. Whozu pamoja na Wema Sepetu wapo njiani ebana kufunga harusi na taratibu za madrasa ndo kitu ambacho sasa hivi ebana Whozu anaendelea kukifanya, ili mradi sasa aweze kusilimu kutoka kwenye Ukristo kwenda kwenye Uislamu, na ndoa yao ipo njiani baada ya juma Juks pamoja na mwanadada Priscilla ebana kuweza kufunga ndoa yao na maisha yao ya kuendelea kwenda poa zaidi. Hata pia eh, kwa upande wa Bilnasi pamoja na Nandi eh, bana wapo kwenye ndoa, na ndoa ambayo sasa hivi inafuata, pengine labda tunaweza tukaiona ya Whozu pamoja na mwanadada Wema Sepetu eh, bana. Kwa kweli kama mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now eh, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nje comment hapo, usiache ku comment ku subscribe eh, bana kutoa like, utakuwa umetisha kinoma noma cha cha